Wenyeji wanaoishi eneo bunge la Nyali, kaunti ya Mombasa wametatizika na mvua kubwa inayoendelea kunyesha eneo la pwani. Baadhi ya wanafunzi wakikosa masomo na biashara kuathirika kutokana na hasara ya mvua iliyolemaza pia shughuli za usafiri. Sisi tunalalamika sana kuhusu hii maji, tunashindwa hata kufanya biashara hapa jamani. Pili, tuna watoto wetu wanashindwa kwenda shule, wakitoka shule hatuwezi kwa afford pikipiki, pia ni riski, na wenyewe pia wakitembea na miguu wanaweza kuzama hapa, kama ni watoto wadogo, imagine. Tunaomba serikali ingie katikati itusaidie. Pili, haya maji yakizidi kukaa kutatoka magonjwa jamani. Mwataka sisi tufanye vipi? Hebu tuambieni, serikali. Sisi tuwategemea nyinyi, na nyinyi ndio mnatubwaga. Wanabodaboda wakilalamikia barabara mbovu kwa uchukuzi huku, wengi walio na magari wakilazimika kuyasafirisha wakihofia hasara zaidi. Hii maji inatuadhiri sana upande wa kazi na kama mnavyoona barabara ilivyo imejaa maji, watu kupita ni matatizo, kati kama huu pikipiki zetu hizi rahisi kuharibika, pia ajali rahisi kupatikana, kwa sababu unapopitia barabara kama hii huwezi kujua shimo liko pande gani, na wakati unajaribu kupitia na ukutana na shimo na, sajikuta umeungana na shimo na mmepata kuumia pale, kama ni mwanafunzi eiata shule ameumia, inabidi nabidiapaka mambo ya polisi ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma. Nimekuja kuchukua mteja hapa Nyali, nimeona shida sana parapara nimefika mimi mwenyewe machini kama nataka kunipeleka hii parapara. Naomba sana serikali yetu tuangalie para pa hii parapara hii hapa Nyali, alafu ndio itengenyeseke vizuri. Ni parapara nzuri, lakini wakati wa mvua mazee, itatuletea noma sana. Kwa hivyo serikali, mbunge waitu hapa hapa Nyali, hapa ndio at least tuone tukupita tunapita vizuri. Mbunge wa zamani wa Nyali au Itibolo akizitaka serikali za kitaifa na za kaunti kuingilia kati kwa haraka na kuchukua hatua za kuboresha mfumo wa mvua. Tuko na national government links road inafaa iangaliwe 24/7 the national government, nataka hiyo sikilizwe vizuri sana n county government ni lazima waangalie the environment ya drainage. Tuko na poor planning ya drainage, tuna poor planning for construction pavement water flow. Yes. Sebastian Maria, Undugu TV.